You are watching Mlele TV. Hello, mabibi na mabwana. Welcome. Naitwa Lutego Director, kwa leo nipo Kirombero ndani ya Morogoro, niko na wasanii wa kundi hili kama unavyowaona. Eh, wapo katika movie yao mpya inaitwa Urithi Wangu. Niko na mzee wangu hapa mambo sasa anaitwa Mambo Sasa. Niko na ah, msumbufu kabisa huyu. Anaitwa nani? Manywele. Huyu ni Mr Manywele. Hebu angalia uone Manywele anafanya nini ndani ya Urithi Wangu. Niko na bibie dada hapa, Diana anaitwa ha, Diana welcome. Ushuhudie Diana anafanya nini ndani ya Urithi Wangu. Niko na jamaa hapa, naitwa james, anaitwa James Mamona. Fatilia ndani ya Urithi Wangu ujue ni balaa, ni balaa zito. Lakini nipo na mrembo mwingine hapa, yuko na mwanaye hapa mimi naitwa Judith. Yeye hataki hatukati hii, hatujaikata. Yeye hataki kuongea k msitulize. Okay, karibia, endelea kuangalia urithi wangu. Niko na eh, bindashi hapa mwenyewe, mama wa mjini shangazi manywele, wacha kabisa. Shangaze manywele, unajua anachokifanya, umo ndani wewe, hebu fuatilia. Na bibi mkubwa yuko hapa, msikilize anachokwambia. Mama mambo sasa huyo ndani ya ndani ya Urithi Wangu, ndani ya Urithi Wangu, ndani ya Urithi Wangu, ndani ya Urithi Wangu, ndani ya Urithi Wangu ni babu kubwa. Fuatilia Mleleo channel cameraman, utamkuta naye Ibrahim Mleleo akifanya kazi zake. Welcome, welcome ibu, welcome ibu. Huyu ndo cameraman wetu, uko na Utego director. Welcome <laughs> Urithi wangu inakujeshi punde hapa Mleleu TV YouTube.